Bila shaka unamfahamu pweza. Leo niko hapa kukujuza mambo kadhaa yanayomuhusu kiumbe huyu. Kwanza, pweza hufa baada ya kujifungua, na huzaliana mara moja tu katika maisha yao, na baada ya kuzaa hupoteza maisha. Pweza hutaga mayai zaidi ya laki tano na hutagia katika mapango ya mawe ili mayai yake yawe salama zaidi. Pweza ana mikono sita na miguu miwili, na kuna aina zipatazo 289 za pweza. Pweza wanapatikana katika bahari zote isipokuwa tu bahari ya Atlantic, na pweza mkubwa anapatikana katika bahari ya Pacific akiwa na uzito wa kilogramu 57 na urefu wa mita 5.5. Kingine pweza ana mioyo mitatu, na kila moyo una kazi yake maalum katika mwili wake, wala haitegemeani. Pweza ana damu ya bluu, hana damu nyekundu kama walivyo viumbe wengine, na hii ni kutokana na wingi wa kopa kwenye protini na pia humsaidia kuishi kwenye sehemu zenye joto kali. Pweza wanaishi kwenye maji chini ya mapango na wengine wanaishi karibu na nchi kavu. Ajabu ni kwamba si kinyonga tu, hata pweza wana uwezo wa kujibadilisha rangi wanapohisi hatari. Ikitokea mekatika mikono, inaota mingine na maisha yanaendelea kama kawaida. Chakula cha pweza ni samaki, papa wadogo wadogo na kaa. Isivyo bahati, pweza wanaishi muda mchache sana kama miezi sita hivi na wale wakubwa wanaishi miaka nane. Na haya ndiyo machache yanayomuhusu kiumbe huyu. Makala hii imeandaliwa na Ian ni Frederick. Na mimi ni Agnes Hosea. Usiache kutufuatilia kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii kwa jina la Soma Kwanza TV na kutuangalia kupitia Soma Kwanza TV channel namba 105 kwenye king'amuzi cha StarTimes.